Jana tumefanya exclusive interview na Don Fumbwe. Huyu ni mwasibu wa Diamond na mara zote amekuwa akipeleka pesa kwa mke wa Mkubwa Fella, Sweet Fella. Na hatua hii imekuja baada ya hivi karibuni, kama siku tano hivi, wiki moja, tulifanya mahojiano na Sweet Fella na kudai kuna wasanii wamemsusa Mkubwa Fella na afanye huduma zozote. Sasa. Uh, miongoni mwa watu ambao alitajwa ilikuwa ni Diamond akionekana kwamba ni muda mrefu amekata mawasiliano. Tukataka kujua sababu ni nini. Sasa tukazungumza na Don Fumbwe ambaye alieleza, uh, kiundani kuhusiana na tukio hili hilo, michango yao ya pesa na wa matibabu kila, kila jambo. Sasa leo tumeona ujumbe wa, wa Sweet Fella baada ya kumsikia uh, Don Fumbwe akizungumza kuhusiana na uh, pesa ambazo amezitoa Diamond kwa matibabu ya eh, meneja yake Mkubwa wa Fella eh, ambayo inadaiwa nawa nakaribia kama milioni mia mbili. Sasa Sweet Fella ameandika, naona mnaanza kunichokonoa. Nimewapiga moja tu mpaka leo mnaweweseka. Wiki ya pili hii nikija tena kwa mara ya pili simtongea mwezi achaili kujistukia ndugu. Alafu sikilizeni vizuri clip, labda masikio yenu mazito, zidisheni sauti mpaka mwisho. Huo ni ujumbe wa Sweet Fella ambaye ni mke wa Mkubwa Fella na ambaye tuliongea naye wiki iliyopita akitoa malalamiko hayo. Sasa, baada ya ujumbe huo tukaenda pia kwa uh, mtoto wa Mkubwa Fella ambaye anaitwa Sabrina. Naye alikuwa na, na ujumbe wake mzito kidogo kuhusiana na kinachoendelea baada ya ujumbe wa Sweet Fella ambaye ni mke wa Said Fella. Sasa nakusomea ujumbe wa Sabrina Fella, mtoto wa Mkubwa Fella, ambaye ameandika ujumbe kama ufuatao. Doni Fumbwe, Usijisahau Mkubwa alivyokutoa, ulikuwa dereva bodaboda boda. Mkubwa Fela amekupeleka kwa damu. Usijisahau Mkubwa alivyokusaidia. Mbona mnamdhalilisha Mkubwa? Kwani mmesikia anakufa? Kumbe mlikuwa sio watu. Mkubwa akipona atajua alikuwa na watu wa aina gani. Milioni mia mbili yaisee, hata kama mnatetea ugali wenu muwe na ubinadamu basi. Kama mkubwa anafanyiwa hivyo Nyie mmejifikiria hau, ni pumzi zinawadanganya. Mungu ni wetu sote, punguzeni uchawa, mbona mnatumwa aje? Mwenyewe baada ya ujumbe huo, sasa uh, tumepata uh, document ambazo uh, uh, Sweet Fella alikuwa anaomba pesa kutoka kwa uh, kwenye hilo grupu ambalo linaitwa Fela Dawa, lakini pia na tiketi za ndege zile za, za, za Emirates ambazo zilikuwa ni ni, ni, tunasema ni first class, wenyewe wanajitia hivyo, watu wa mjini. Sasa naweka kila kitu hapa a, kwa mujibu nilipozipokea na uziangalie, ambazo city tumeona hapa, kwa mtu mmoja ilikuwa kama ni dola elfu nne na kitu dola elfu tano kasoro a, tiketi moja, lakini pia tunaona e, chati za group.